Kufuatia wimbi la kuripotiwa matukio ya watoto kujinyonga nchini, wito umetolewa kwa wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kuongeza juhudi katika utoaji wa malezi sahihi kwa watoto, hali itakayosaidia kuepukana na sababu zinazopelekea watoto kuchukua maamuzi ya kujitoa uhai. Saad Suleiman anakuja na undani wa taarifa hii. Idadi ya watu kujiua imekuwa ikiongezeka siku hadi siku. Shirika la afya duniani WHO imetoa ripoti inayoonyesha kila mwaka zaidi ya watu laki nane hujiua huku wengi wao wakifanya jaribio hilo, hasa kwa vijana wa miaka 15 hadi miaka 29. Na sasa hali hii imekuwa mbaya zaidi ambapo hadi watoto wenye umri mdogo zaidi wanachukua maamuzi ya kujiua. Je, ni sababu zipi zinapelekea watoto kuchukua maamuzi hayo? Sababu zinazochangia kwa kiasi kikubwa ni malezi watoto wanayoyapata ndani ya familia zao, ni malezi wanayoyapata kupitia eh, programu mbalimbali za televisheni, ni malezi wanayoyapata kupitia simu janja, lakini pia ni maisha halisi wanayokumbana nayo watoto eh, kwa kadri wanavyokuwa. Mathalan, mtoto anakuwa anaona mtu aliyejinyonga, yeye anaweza kaona ni kitu kizuri cha kujivunia kwa naye anaweza kaingia kwenye mtego wa kujaribu kujinyonga kama ameona mtu alijinyonga. Changamoto kubwa au sababu kubwa ni malezi ambayo watoto wanayapitia. Malezi hayo yanachangiwa na changamoto mbalimbali mbali kutoka kwa wazazi au jamii, hasa kwenye kuwapiga watoto, kuwanyanyasa, kutokuwaheshimu. Na tumekuwa na changamoto kubwa eneo la maadili, kwa sababu wazazi sasa hivi kila mmoja anaamka asubuhi, anakwenda kutafuta fedha. Kwa tunachotamani wazazi wapate muda wakaa na watoto wao, uwafundishe malezi wafundishe nidhamu, wafundishe tabia njema. Kutokana na sababu hizo zilizobainishwa, ndipo wito wakatolewa kwa wazazi, walezi na wanajamii kwa ujumla. Kwao nitoe wito, kwanza wazazi, tuwe makini na malezi yetu, tuwaepushe watoto kuyaona matukio ya watu waliojinyonga. Lakini jambo la tatu, tuwe makini sana na malezi yanayowakuza watoto wetu, tuwafanye watoto marafiki tusikilize shida zao na watoto waweze wapewe uhuru wa kuongea changamoto wanazozipitia, ili kesho na kushukuru, tumpate baba bora baadaye, tumpate mama bora baadaye. Sisi tuna msemo unaosema watoto wetu maadili yetu taifa letu. Kama tutawatengeneza watoto kwenye maadili mema, tutakuwa tuna taifa jema, tutakuwa tuna familia bora.